Wana hoja ya kwanza ya ushirikiano, kwa sababu lengo lenu kama vijana ni kufanya networking ili kuweza kutambua fursa kwa vijana kutoka kwenye demu letu na kuweza ku share experience, uzoefu. Na ni kweli kabisa swala so hilo, kwa namna tunavyokutana vijana, tunapeana fursa, wengine mnapata wachumba Unapata vitu vingi, unapata ideas za biashara, ideas za utumishi, lakini ukijichimbia tu nyumbani ni matatizo. Kuna watu wanasema ni waimbaji sana lakini haielewi amejipima na levo ipi. Unaweza kufikiri ni mwimbaji kubwa nao ku grade ni wale waliochoka. Sasa tunaimba kwa aliochoka. Halafu nasema mimi niko matawi ya juu. Ukitaka uwe matawi ya juu kutana na walio matawi ya Ukitaka ufanikiwe kutana na watu waliofanikiwa. Sitegemei kumwona kijana anataka kununua gari. Unaenda kumtafuta fundi viatu. Unamuuliza anataka kununua gari. Nipe ushauri ninunue gari ya aina gani. Utaonekana wa ajabu. Si ndio hivyo? Lakini tunapokutana namna hii ni rahisi kupeana mawazo ya kibiashara, ya kihuduma, ya kiutumishi. Na ya kiuchungaji. Sante, bishop wangu amesema uchungaji unalipa. Na ni kweli nalipa, na chenji zinabaki. Lakini pia vijana walisema wanakuwa na ile wiki yetu ya wiki la vijana. Wachungaji wengine ninaamini wote walilipokea vitangazo, si ndio hivyo? Si ndio hivyo wachungaji? Wiki la vijana iko kwenye kalenda ya BCT, na bahati nzuri kalenda inaandaliwa, nilikuwepo mimi. Ndio maana haijaandikwa katibu mkuu, imeandikwa ofisi ya katibu mkuu. Nilikuwa na maana na nilihakikisha ile kalenda imefika kwa kila mwangalizi wa kanda, mwangalizi wa jimbo, mpaka kwenye kanisa la mahali. Ila nataka niseme tu kwamba na mimi nasikitika kuona baadhi ya wachungaji, baba zetu wa kiroho matangazo makanisani halizingati na ile kalenda haijawekwa kwenye ofisi ya yeah, notice board united ya yeah, matangazo. Nampenda makamu Bishop wangu hapa, yeye ukienda ofisini kwake ameweka pale kalenda. Ukimpigia okay, simu anasema siku hii kuna kitu fulani, tena kilemuita kwa bi nitakuja, nasema ngoja nikaangalie kalenda. Lakini wachungaji wenzangu, bado mimi ni mchungaji, wana kalenda zimetuzwa kwenye draw hata kwenye matangazo ya kanisani hamtamki wala hamtangazi, na nina experience Jumapili, sitaje ni ipi. Nilienda kanisa moja, sikusikia hata tangazo la, la, la mkutano wa vijana. Ilibidi niitishi kwamba ile kalenda ya BCT niliyowapatia iko wapi. Wakaenda kuitafuta ofisini, nikawaambia mwezi huu mna kitu gani? nasoma kalenda ndio wanashangaa eti kuna mkutano yaani, wao hata wajui kwamba kuna mkutano wa taifa. Nashindwa kuelewa kwamba wao sijui kalenda zao zinasomaje, lakini naijibu kwa stahili. Mimi ni mtu wa utekelezaji. Decision making. Naomba kuelekeza hii kwenye ofisi ya vijana kitaifa, mtatuorozeshea makanisa yote ambayo wajaonyesha ushirikiano kwenye idara ya vijana mlete kwenye ofisi ya katibu mkuu. Na mimi bahati nzuri ni kijana, mlinituma. Sijaja kuzeesha ofisi, nimekuja kuhakikisha ofisi inaenda sawa sawasawa, na nitayafuatilia. Tutatuma kwenye kamati ya maadili kila eneo, na kama kamati za maadili nazo zenyewe zenyewe zingine na wasiwasi nazo, itabidi amendment na tufanye marekebisho, kama kuna kamati ya maadili hapo huko kwenye kamati ya maadili uku kwenyewe kuna migogoro nitafuatiliwa, tutaifanyia kazi kwa. Naomba yale makanisa yote ambayo hawajashiriki kwenye wiki la vijana, mimi nitawalima na barua, hatua zingine zitafuata. Amen. Lingine nachelea kusema, kuna swala ametangaza kwamba kuna kanda moja haijaweka kijana hata, na hii kanda Sielewi ina shida gani, na hili tangazo lipo, barua wanayo, na bahati nzuri imefika kwenye ofisi ya utekelezaji na utendaji, tutakwenda kuifuatilia. Bwana Yesu asifiwe sana, tutaifuatilia na nitafikisha kwa Baba Askofu aniambie kulikoni, kwa nini kanda ya upande ule tena wanaaibisha ofisi ya mkuu wangu nakumbuka na ile eneo lina vijana wengi sana. Mimi niliwahi kuhamasisha wale vijana, walikuja kwa fujo sana Dodoma, tena kwa kasi. Nilienda kanisa di kanisa, maeneo hadi maeneo, na tukapata vijana wengi, lakini sasa hivi, sahivi. Okay, hii very simple, mwenye kiti wa vijana, unayo mandate ya kumng'oa mtu ambaye hawajibiki kwenye nafasi ya kwake. Haiwezekani mtu amesimamia kiti, alafu anakitumikia kiti, anashindwa kutumikia jamii, si kama mnanielewa? Yani kuna watu wanakuja na title, wamebaki na title. Mimi mwenye mwenyekiti wa vijana jimbo kadhaa, sila wapi na wapi, yani ana jina la kiti, lakini huduma efu. Ivi hapa kwa hivi, wengine sio discussion, hakuna mjadala. Wale wote ambao hawajaleta vijana na viongozi wao hawajaleta taarifa yoyote, Tanzania nzima, makanisa ya Baptist, nikiwa kwenye ofisi na msemaji kwenye ofisi ya katibu mkuu, wale wote ambao hawajawajibika ipasavyo, naomba mwenyekiti waandikie barua, wape siku kumi na nne wajieleze na hizo barua zao nizipate. Usili kwako, watu wananiangalia, kanyamaka na mwili mdogo, nyama ndogo, afu kanaongea vitu vizito, na mimi ni mtekelezaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitaji watu wenye kujilipua sindo, manake sio wababaishaji. Unatujazia viti kanisani, nyie ndo wazesha makanisa, umejaa kwenye viti kanisani, yaani kanisa, kanisa halikui halionyeshi kwamba ina dalili ya kukua, alafu naweka tu umeweka jam pale unatusa usitupunguzie mwendo. Ili kabisa, sio la kupunguza mwendo, tunaenda na watu wanaoenda. Baptist Tanzania nzima, wachungaji kama mnanisikia, na waangalizi wa kanda zote msikie ili tamko, tunaomba kama kijana wako hajaja na hakuna taarifa yote kwenye ofisi ya mwenyekiti wa idara ya vijana, naomba akaachie ngazi. Kama hakuna maelezo yanayoeleweka kafanyeni marekebisho, atoke kwenye nafasi atopishe. Kuna wengine mnaweka jao kwa sababu Mungu anataka kunyanyua vipawa vya watu wengine. Wewe ndio umezuia kipawa cha mtu, wewe hamna tofauti na mchao, wewe ndio unayeloga kazi ya Mungu ishindwe kusonga mbele, wewe ndio unayesababisha hata kanisa lisinunue gari, kanisa lisikue, kanisa lisiongezeke, na wewe ndio unayesababisha. Kuanzia sasa, wote ambao hamjaleta vijana wenu na kijana yote we ambaye yuko kwenye jimbo hajaleta wala hakuna taria Yo, sawa nasema toa, na kama ngoja niweke msisitizo mzuri, kama mwenye kiti hajaifuatilia, maana ana watu wake walioko chini yako, kama alimweleza yule mwile aliyoko kwenye kanda wakanda mwelezo wa jimbo kwenye ofisi yake awe na nakala, nakala kwenye ofisi ya katibu mkuu. Kama ameshindwa kuajibika na hakuna taarifa yote, aachie ngazi, asituletee <laughs> Mi sielewi labda kama wachungaji mnaridhika na utendaji kwe, wa kazi wa namna hiyo, labda naniwe, tutakuwa na maswali, lakini hiyo siwazungumzii wachungaji, si tunamalizana kwenye maeneo yote yanamini ya kwetu, ila vijana kama hawajawajibika ipasavyo waachie ngazi nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana lingine tunategemea ili kanisa ndio lenye mwamko na vijana ndio wenye mwamko na ndio wenye kuamsha. ili leu, mimi hapa sio mimi, hata ukiniuliza mimi, sikuwa na ndoto kwamba nitakuwa naibu katibu mkuu. Wewe ndiye kiongozi unayekuja, tunabadilishana hichi kijiti. Mimi nikitumikia kwa wakati wangu, nikaondoka, mtu ajaye ni wewe. Usimtendee mwenzio. Hii ni mbegu unapanda, unapanda, unapanda, utavuna. Waingereza wanasema what comes around, what goes around comes around. Kile unachokiona kinaendelea kitakurudia, unayopanda hii mbegu utavuna. Ninawasihi Wabaptisti wenzangu mnaojitambua, mliokoka, wenye, wenye upako na mafuta mafutar, hebu amkeni, fanyeni, kaleteni chachu, kaleteni mabadiliko ndani ya dhehebu hili, na tunategemea vijana ndio mabadiliko ndani ya dhehebu. Msiende kuleta mgogoro, msiende kuleta ubabe kwa chungaji wenu. Hawa ni sauti ya Mungu, ni baba zenu wa kiroho, mkawaheshimu. Nao ndio wenye baraka zenu, ndio wenye mafanikio yenu, ndio wenye future za kwako. Hata kama mwazidi elimu, hata kama mwazidi pesa, huyo ni baba yako wa kiroho, na matendo yote ya rohoni ya kukusaidia kimwili na kiroho, ndio niongeni. Hata kama na kama umri mdogo kama, kama mimi

Nini? Okay. Mchungaji wangu si, si fulani afai, simwelewi. Wewe umefanya nini? Wewe. Nenda kamsaidia mchungaji. Tena ngoja niwaambie vijana, usije ukamsema mchungaji wako, usije ukamdharau mchungaji wako, unajitafutia lani takutafuna mpaka siku zako zote. Hapo najua mtachukia, nenda kamwambie, baba afuliwe nguo baba nafulikwa nguo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo naomba nijibu hizo tu. Sidhani kama kuna nilolisahau. Amen.